Zingatia malengo na matarajio e, ya dira elfu mbili na hamsini katika kipindi cha miaka mitano ijayo, miradi ya uwekezaji itachaguliwa kwa kuzingatia vigezo vitano vifuatavyo. Kwa ili tumkaribishe mwekezaji hapa, vigezo ambavyo tutazingatia, tutazingatia vigezo ambavyo vipo kwenye dira. Dira imesha tuainishia tayari vigezo vitano vya msingi. kwanza Tunataka tuangalie huo mradi una uwezo na fursa kiasi gani ya, ya kuzalisha ajira kwa wingi. Kwa hiyo mradi ambao utazalisha ajira kwa wingi tutaipa kipaumbele. Pili, uwezo na fursa ya kuongeza mauzo ya bidhaa za Tanzania nje ya nchi. Hili ni eneo la tatu la pili n e, lakini la nne ni nafasi ya sekta kukua na kuchochea ukuaji wa sekta nyingine. Kwa hiyo uwekezaji wako unachochea vipi sekta nyingine? Kwa mfano unavowekeza kwenye kilimo tunataka kuona uwekezaji kwenye kilimo uchochee uwekezaji katika viwanda. Na nne nafasi ya uwekezaji huo katika kuongeza thamani value addition. Tunataka as a country tusafirishe bidhaa kwenda nje ya nchi, bidhaa ambazo zimeongezwa thamani. Hii baada ya kusafirisha bidhaa ambazo unasafirisha wanaita raw materials Eh, hapana, tunataka bidhaa zetu zisafirishwe nje zikiwa zimeongeza thamani, na ndio maana tumewekeza sana kwenye upande wa madini. Tunasisitiza wawekezaji wakija hapa, sio tukuja kuchimba madini hapa, unachimba madini unaenda kuongeza thamani, unaita beneficiation hapa Tanzania, badala ya kusafirisha madini kutoka kwenye mgodi moja kwa moja bandarini, kutoka kwenye mgodi uende kwenye kiwanda ndio uende bandarini. This is the new policy ambayo Mheshimiwa Rais ametuelekeza tuisimamie. Na namba tano, fursa ya sekta katika kukuza mapato ya serikali. Naelewa fursa se ya se ya sekta katika kukuza mapato ya serikali. At the end of the day, serikali lazima iwe na uwezo wa kuhudumia wananchi wake. Sasa uwezo huu unapatikana kwenye mapato kwa lazima mapato ya serikali yaende kukua. Kwa hiyo tukitathmini uwekezaji wako, tukagundua kwamba unatupa kodi ya kutosha. Huo uwekezaji lazima upewe kipaumbele kwa sababu unaenda kujenga uwezo wa serikali wa kuongeza mapato. Kwa hivi ndivyo vigezo vitano ambavyo tunavizingatia. Hata nyewe waandishi wa habari, mnapotathmini, angalieni haya mambo matano, ndio muhimu sana kwa nchi katika miaka mitano, kwa kweli, katika miaka 25 ijayo kwa kuzingatia dira yetu. Na kwa kuzingatia vigezo hivi uwekezaji ambao utapewa kipaumbele utazingatia maeneo yafuatayo. Moja, kilimo na uchakad, uchakataji wa mazao ya kilimo. Kilimo bado ni, ni sekta muhimu katika nchi yetu na bado potential yake hatujaitumia vya kutosha. Kwa hiyo uwekezaji katika sekta ya kilimo utapewa kipaumbele. uzalishaji wa bidhaa muhimu kwa matumizi ya ndani na ambazo tunaagiza kutoka nje. hapa kuna bidhaa nyingi tunaagiza kutoka nje. Ukiangalia takwimu za mwaka 2024, tuliagiza nje takriban bidhaa 96 zenye thamani ya shilingi takriban trilioni 15. Tumetumia trilioni 15 kuagiza bidhaa kutoka nje, bidhaa 96. Na wataalamu wameshafanya uchambuzi, zipo bidhaa ambazo tuna uwezo wa kuzizalisha ndani na tumetambua angalau kwa haraka bidhaa nane, na tukifanya hivyo tunaweza kuokoa takriban shilingi trilioni mbili nukta tano kwa haraka kabisa. Badala ya kupeleka hizi fedha nje, fedha hizi zizunguke ndani, zitazalisha ajira, zitakuza uchumi. Kwa hivyo tumeamua kwamba e, bidhaa hizi tulikuwa tunayo sukari, lakini sukari tumeiondoa kwa sababu kuanzia mwaka kesho Tanzania itakuwa inajitegemea kwa uzalishaji wa sukari, kwa hiyo tumeiondoa. E, tayari tumefikia bidhaa. Kwanza kabisa ilikuwa sukari, sasa kuanzia mwakani viwanda vyetu vimepanuliwa sana, TPC Kilombero, Kagera Sugar, vyote tumeanzisha viwanda vipya hapa Bagamoyo, e, kule Morogoro na kuna wekezaji wengi pia wanaenda kuomba vibali vya kuwekeza kwenye sukari 2026. E, kwa sukari kuanzia mwaka kesho hatuhitaji kuagiza sukari kutoka nje. Sana sana tutakuwa tunapambana kutafuta masoko ya kuuza sukari nje nje. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba hili limeondoka. Bidhaa ya pili ambayo tunataka tupambane ni mafuta ya kupikia. Tunaagiza mafuta ya kupikia mengi sana wakati nchi yetu ina nafasi nzuri ya kuzalisha eh, alizeti. Mafuta ya alizeti ni mafuta ya high class, yanahitajika sana hata kwa wenzetu kule. Kwa hivyo nataka kuanzisha mashamba maalum na viwanda maalum kabisa kwa ajili ya kuzalisha mafuta ya alizeti. Tuna uwekezaji wa kutosha. Wanakwenda Dodoma, wanakwenda Singida, wanakwenda Kigoma na maeneo mengine kwa ajili ya kuanzisha ili kulima eh, alizeti. Sasa hivi changamoto ambayo tunayo hapa ni kwamba tuna viwanda vya alizeti hapa vya kuchakata mafuta ya alizeti lakini havina eh, raw materials. Mali ghafi, hamna. Kwa hivyo vinazalisha miezi mitatu minne, vimefungwa. Kwa hiyo ambacho tunastrategy ambayo tunakuja nayo mkakati ni kwamba kuwe na value addition Eh, wao wenye viwanda wawe na mikataba na wakulima, kwa hivyo unalima kama pa... ufanye kwenye miwa, unapewa shamba unalima kwa lengo la kulisha kiwanda, unakuwa na mkataba wako kabisa. Wakulima wengi wakishakuwa na uhakika wa soko watalima. Kwa hivyo hili ni eneo ambalo linaita value, value chain. Unaanza kwenye shamba mpaka kwenye kiwanda. Uh, this is a new strategy ambayo tunakuja nayo ili tuweze kujitegemea kwenye eneo la mafuta ya kupikia hususan mafuta ya alizeti kwa sababu tuna na bidhaa hapa. Nyingine ni ngano. Bado tunaagiza ngano nje karibu asilimia 90 na nafasi ya kulima ngano Tanzania ni kubwa. E, ngano inatumika kwenye maeneo mengi sana nyinyi mnafahamu hapa. E, vyakula vya kula vingi ukishika tu vi, katika vyakula vitano vitatu mpaka vine vitakuwa ni ngano. Iwe ni mkate, iwe ni kwenye mabia huko wapi, ngano inatumika mno. E, na tuna nafasi nzuri ya kulima ngano. Nataka tuvutie uwekezaji kwenye eneo la kulima ngano ili tuachane na habari hii ya kuagiza ngano kutoka nje, mambo mengine kama fanicha na kadhalika. Kwa yote haya tumezitambua bidhaa ambazo tunaenda kuweka nguvu ya ziada uh, ya kuweza kuzalisha nje ili kujitegemea katika maeneo haya na kupunguza matumizi ya fedha za kigeni kuzipeleka nje, lakini pia kuchochea uwekezaji ndani na hivyo kuchochea swala la ajira. Eneo la tatu ni ufugaji, lazima kuanzisha malisho ya mifugo, eh, ranchi za kibiashara. Tuna mifugo mingi hapa, ni sisi ni nchi ya pili nadhani kwa wingi wa mifugo barani Afrika lakini bado ufugaji wetu sio ufugaji, ni uchungaji. Kwa swala la kubadilisha uchungaji kwenda ufugaji ni swala la muhimu ee, ili ng'ombe moja aweze kuzalisha maziwa ya kutosha. ee, tuna viwanda vya maziwa hapa, lakini ukiongea na kina asas, wanapambana kutafuta maziwa. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Tumechochea viwanda, wanajenga halafu raw material kwa maana ya malighafi inakuwa hamna. Sasa ni eneo ambayo tumeona kwamba ni fursa kubwa. Lazima tuwekeze katika swala zima la ufugaji wa kisasa. Kwa hiyo neno ambalo tutaenda kupewa kipaumbele kikubwa sana, e, kwenye eneo hilo. Na ranchi zetu ziendeshwe kibiashara. Tuna ranchi hapa. Eh, ukinyo mnazifahamu, ukienda hapo Kongwa, maeneo mbalimbali. Tuna ranchi nzuri tu, lakini kwa kweli haziendeshwi kibiashara. We have to transform these ones into commercial entities. Zifanye biashara, wape watu wa sekta binafsi ziendeshe. Ambao wanaweza wana, wana kufanya vizuri zaidi.